Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis atakumbukwa kwa mchango wake wa kusisitizia wito wa amani duniani, mageuzi kwa serikali ya Vatican na msimamo mkali dhidi ya askofu waliotuhumiwa, dhidi ya maaskofu yaani, waliotuhumiwa kuwanyanyasa watoto. Benson Wakoli anaangazia baadhi ya mafanikio ya Papa Francis. Papa Francis raia wa Argentina, kibarua chake cha kwanza pindi baada kuingia ofisini mwaka 2013, ilikuwa kupambana na visa vya ulawiti vilivyokuwa vinahusishwa na maaskofu wa kanisa Katoliki. Mwaka 2018 Papa alifanya mkutano na maaskofu kutoka taifa la Chile waliokuwa wanatuhumiwa na visa vya ulawiti. Baada ya mkutano huo, viongozi wao kutoka Chile walijiuzulu nafasi zao. Mwaka 2019 Papa Francis alimwachisha kazi kardinali wa Marekani mwenye utata Theodore McCarrick kutokana na u za unyanyasaji. Papa Francis pia aliongoza ufunguzi wa afisi ya Vatican ya kushughulikia kesi za unyanyasaji, ila wakosoaji wake wanadai hakuna lilofikiwa kutokana na juhudi hizo. Kiongozi wa kanisa Katoliki alikabiliwa pia na upinzani mkali kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Vatican waliomtuhumu kwa kutumia mabavu kuleta mabadiliko pale Vatican. Wakati wa uhai wake Papa Francis alifanya ziara zaidi ya 47 ambazo alitumia kutoa wito wa amani kwa mataifa kama vile Gaza, Sudan na Ukraine. Licha juhudi hizi, Papa Francis alikumbana na upinzani mkali na pia kutuhumiwa pakubwa mwaka 2023, kutokana na kauli yake ya kutaka kanisa kuwakumbatia watu wenye uhusiano wa kimapenzi wa jinsia moja, ila baadaye alitoa ufafanuzi kuhusiana na kauli hiyo.